Na ni siku ya pili kwenye baraza la halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ambapo leo hii basi kamati mbalimbali zimewasilisha utendaji kazi zao kwenye halmashauri hiyo. Huku madiwani wakitoa maoni yao ama ushauri ambao pia unaenda kufanywa kazi na Manispaa Mtwara Mikindani. Moja vitu ambavyo pia vimezungumzwa hapa ni pamoja na swala zima la eneo la Litingi ambapo pia wananchi walivamia eneo hilo basi lirudishwe kwa kwenye halmashauri hiyo ili iweze kupangiwa kazi nyingine ikiwemo uwekezaji wa masuala mazima ya kiafya sambamba na swala zima la kuboresha chakula mashuleni ambapo hapa Mheshimiwa Zura Mkidadi amesimama na kueleza baadhi ya wazazi hawana uwezo wa kuchangia chakula shuleni. Hivyo basi halmashauri itafute mbadala ili kuweza sasa kuhakikisha basi wanachangia chakula shuleni na wazazi hawa wa... ama watoto wa wazazi hawa waweze kupata chakula na kuweza kuboresha elimu kwa hapa halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani. Sababu na hilo ni diwani wa kata Mtonya, Mheshimiwa Shadida Ndile amesimama na kueleza swala zima la athari ya vigodoro kwenye halmashauri, kiasi kwamba wanafunzi walio wengi wanaenda huko na hatimaye wanaacha masomo yao na kuchukua kile ambacho wanakiona kwenye vigodoro hivyo. Ni wapongeze wataalamu wetu, pia ni wapongeze wajumbe wa kamati ya mipango miji. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna eneo sugu la Litingi, ili eneo wanakamati walitoa mapendekezo kwamba wale wananchi waondoke. Mimi niseme kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977 kifungu namba 12 na, na namba 13 yanaelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale watu wamevamia, na kama wamevamia sisi kama madiwani, naomba madiwani wenzangu waniunge mkono kwenye hili ili wale wananchi waondolewe ili ile sehemu itumike kwenye maendeleo mengine ya kiserikali. Na la kufurahisha zaidi, kuna wenzetu wa Ocean Road hospitali ile ya, ya ambao wanashughulikia sana watu wa saratani, wameomba eneo ambalo watakuja kujenga hospitali. Kwa hiyo niombe, kwa sababu wamevamia, kuna mtu ambaye ana document pale, basi wale wananchi waondolewe kama walivyoshauri wanakamati ya mipango miji ili mambo mengine yaendelee. Asante mheshimiwa mwenyekiti, ambazo watoto wetu wanasoma. Nia yetu ni nzuri na tumejipanga vizuri halmashauri, naomba na serikali naiomba, wazazi hawa si kwamba hawataki, yako mambo pengine yanawasibu, ndio maana unaona nusu anakula nusu hawali. Wale ambao hawapati chakula kwa vyovyote vile tulikuwa tumewaacha kwa sababu mbalimbali, lakini pia wazazi si kwamba hawataki kuwamalizia hawa kula. Naomba serikali ilione hili, ilichukue. Tunayo namna nzuri ya kufanya. Kwanza sisi, katika mapato yetu ya ndani tunaweza tukachukua hili tukalifanya kama la kwetu, na hatimaye tukapunguza mzigo kwa wazazi, la kwanza. Lakini la pili, tunayo mashamba yetu ambayo ni mashamba darasa, yako Mawimi, moja tunalitengeneza Ngongo kwa pesa nyingi, lakini lingine liko eneo letu tumelinunua, liko shamba kubwa, tunaweza kwenda kuwekeza na hatimaye mapato na mazao yatakayotoka kule tunaweza tukaelekea. Mwenyekiti, hali ni mbaya kwenye manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Ndugu yangu Hassan Nyange, mkurugenzi, amejipambanua katika kuhakikisha anatukomboa kielimu manispaa ya Mtwara Mikindani, lakini tunamwangusha kupitia kitengo hiki naomba kitengo hiki kisiangalie makusanyo kwa maana ya mapato ambayo yanaingia manispaa, tuangalie pia na hali ya shughuli zinazofanyika huko kwenye jamii, zinaathiri sana watoto wetu. Leo hii ukihudhuria kwenye sherehe mbalimbali, utaona namna wanafunzi ambao wanapoteza muda, lakini wanaiga matendo ambayo si rasmi kwao na hiyo inatusababishia kuporomoka kielimu, japo manispaa Mtwara Mikindani imewekeza nguvu kubwa kwenye elimu, lakini kupitia masuala ya utamaduni kinatuangusha sana. Niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kitengo hiki kiangalie vibali vinavyotolewa na matendo yanayofanyika, kwamba atambue pia kuna kikundi kimeanzishwa cha matangazo, siku hizi kinakuja Likombe wakiwa wamevaa dela tupu wanatangaza matangazo ya disko Lakini kikundi kile, wale wasichana wanakwenda wanavua nguo, wanakuwa wako uchi wa mnyama, wanalikombe wanakuwa wanaangalia. Tunaathirika katika misingi hiyo. Waheshimiwa madiwani, tumefanya kikao chetu hiki hapa, baada ya kupitia taarifa za kamati za kudumu mbalimbali, kamati tatu, tumejadili kwa kina, yafuatayo ni maazimio ya baraza hili yafanyike. Kwanza, Litingi, ardhi ya Litingi ambayo imevamiwa na wavamizi, tunatoa maelekezo yafuatayo: ardhi ile tuitwae, tupishe mradi wa, wa hospitali ya kanda ya kansa. Kuna hospitali ya, ya, ya, ya, ya mradi mradi ya wa kansa naeza kujenga kwa Litingi, tuitwae ile ardhi. Kwa hiyo tupitishe mazimio haya. Lingine, mradi wa tactics tunaomba Mkurugenzi tafuta kila namna madiwani wapate mafunzo waelewe mradi wa tactics ni wa namna gani, na namna gani wanaweza ukawusimamia, ili mradi ulitetija katika mji wetu. Lingine kuna, sh... kuna shamba la, la manispaa. Dada Zura amesema shamba lile tulifufue, ili watoto wetu pate chakula mashuleni, ili lishe lishe ya watoto wetu ikamilike. Asanteni sana. Lingine, kuhusu vibali vya starehe, hivi vibali vizingatie maadili ya watoto wetu. Tunatoa vibali, tunapata pesa, lakini maadili ya watoto wetu yanaporomoka. Tumekwisha fika tamati juu ya hiki ambacho kimewasilishwa hapa na wajumbe wa baraza la madiwani kutokea hapa Halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani. Mimi ni Faruk Ngonyani na hii ni Faruk Online TV. Bye bye.